Asalamu alaikum Tanzania Bara. Assalamu alaikum Tanzania Visiwani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila shaka umetikia kazi iendelee, lakini sasa nimeambiwa na ninafahamu kwamba sasa hivi ni kazi na utu wanasonga mbele wao, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinashika hatamu katika kuiongoza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hata Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Naam. Kama ndo kwanza umejiunga na sisi sisi, tunaitwa Manyunyu TV, mabalozi wa kutangaza mkoa wa Dodoma, vivutio vyake vya utalii lakini na vivutio vyake vya uwekezaji mbalimbali. Kumbuka tu mkoa wa Dodoma ni makao makuu ya nchi, pale ndipo palipo na mji mkuu wa serikali, lakini pale ndipo palipo na mji wa shughuli zote za serikali. Sisi ni Manyunyu TV, tumefunga safari kutokea makao makuu ya nchi Dodoma hadi hapa eh, Zanzibar na tupo visiwani Pemba, utakumbuka katika wilaya ya Wete na ndipo tupo na mtazamaji wa Manyunyu TV, huu ni mwendelezo tu wa kile ambacho tulikianza asubuhi wakati tukiwa pale e, kusini Pemba, mkoa wa kusini Pemba, hapa katika visiwa vya Pemba, Zanzibar. Sasa hivi majira haya ya mchana tayari tumekwisha kuingia katika mkoa wa kaskazini Pemba. Mawili makubwa ametuleta huku, moja ni kushuhudia mapokezi ya uteuzi wa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa na Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa ndugu yetu eh, Hamad Hamis Chande ambaye ameteuliwa kuwa miongoni mwa wajumbe kutokea hapa hapa katika visiwa hivi vya Pemba na specifically kabisa katika mkoa wa eh, Kaskazini Pemba sasa hivi tuko kwenye ofisi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kaskazini Pemba, mzee wetu uh, mzee wetu Mberwa Hamad Mberwa. Sasa hapa kidogo tumempata Lulu kwa sababu kwa namna ambavyo nimearifiwa awali, huyu kwanza amewalea viongozi wengi sana, lakini ametumika kama mtumishi wa Chama cha Mapinduzi wakati ule Afro Shirazi, bila shaka tangu miaka ya tisa mia na hamsini na tuko na lulu mwenye historia kubwa kabisa ya chama hiki cha mapinduzi. Na wakati tunakuja njiani, tulipita kwenye eneo moja, tukaambiwa ni maarufu sana kwa jina la Kisiwani kwa Binti Abedi na tulipouliza tukaambiwa pia katika kijiji kile ndipo aliposoma shule ya msingi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mba kwenye meza hii pia niko na mtangazaji mwenzangu Happiness e, Balisidia, lakini pia kwenye uzalishaji tupo naye Oscar Msigwa pamoja naye Ben Majata, sote hapa timu ya Manyunyu TV moja kwa moja tokea makao makuu ya nchi Dodoma, tumesafiri kuja huko kisha kwamba tunakupa vyote ambavyo vinaendelea. Tunaangazia mapokezi ya Mheshimiwa Chande, lakini namna ambavyo e, chama, chama tupo kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kaskazini Pemba, na niko naye mwenyekiti wa chama mkoa, lakini pembeni yake ni mwenyekiti wa chama wilaya ya Wete. Sote tutazungumza nao. Mzetu tu, tuje kwanza hapa tupate hii hii, hii faida ya kuwa na wewe mezani, tupitishe kwenye historia yako, maanake nilivyokuwa na hadithiwa nikapata e, ushawishi wa kutaka kukusikia. Ulianza lini na mpaka sasa inakwaje? Nashukuru kwanza, karibuni, asante sana. Mimi na mwenzangu tumefurahi sana kwa ujio wenu. Ndio mimi kwa jina ndiyo Mberwa Ahmadi Mberwa sasa hivi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa kaskazini. Na upo kwa muda gani mpaka sasa? Muhula huu ni wa sita, tangu shike uwenyekiti. Muhula huu ni wa sita, maanake una miaka 30. Kwa nini 30, huachi vijana? Kuna nini? Nayo ni hiyo, lakini kwanza upima aa, vijana ushajiweza? Kwa hiyo unajiweka madarakani au wanakuweka wenyewe? Wana imani na wewe, wanafurahishwa na kazi zako, yake ndio hawataki wengine. Mhm mm, basi hatujui hapo mbele ya safari, maana nia ninayo mhm mm ya kusema jamani, hebu niachieni tena, tupitishe kwenye historia yako mzee. Kama ni kufunzwa, tushafunzana hapa tulipo, mhm mm, mimi nikae pembeni, tazame na nina mtakapokwenda. Kwa hivyo, wakati wa marehemu mzee Karume mhm mm, mimi ni mwenyekiti wa tawi la Afro Shirazi Party Kisiwani kwa Biti Abedi mhm mm, na wakati ule kulikuwa hakuna uchaguzi. Mm -hmm. Kati ule unateuliwa, kwa hivyo aliniteua mimi, halafu akaja mkoa mkoa akiitwa Hamisauri mm -hmm. yeye. yeah, akaja akajumlisha wanachama wa kisiwani kwamba huyu ndiye <coughs> kitu chetu. Nikatumika kwa urefu sana kama miaka minane hivi, tukaingia kwenye se mm -hmm. sisemu ilipoingia walitoka watu hapa Wete kuja kuniochawi kwamba, bwana tunakutaka uje Wete kule ukamate nafasi ya wenyekiti wa wilaya CCM. Kwanza likataa, lakini tena kubaliano zimeendelea, ukamata nafasi katumika 77 82, katumika 93 kama hivi, kaangia machafuko yale ya kina Isa sisharifu na wenzake. Sasa mm. mwenye kitu wetu wa mkoa huu kati huo aliingizwa katika <laughs> kafu mm. marehemu mzee Kawawa alitoa agizo kwamba huyu ali mwenyekiti wa wilaya tumsegeze, au mwenyekiti wa mkoa mkoa. Kuanzia hapo tukaendelea na viongozi wa serikali kimpata huyu nani, Dr Salmini fanya yeah, kazi vizuri. mm -hmm. Amani fanya kazi vizuri Dokta Wakili vile vile ndika naye mamwenyekiti mm. wa mkoa mwenyekiti wa wilaya si. Alafu Dokta Sheni amefanya naye kazi vizuri. Sasa kwa bahati tukaja na huyu tulie naye mm. bahati nzuri huyu tulie naye <coughs> siku aliyoteuliwa mara ya mwanzo kule Dodoma mm. sasa kutoka Dodoma kuja Unguja alifuatanishwa na mimi mimi nikafatana yeye mpaka nami nikamkabidhisha mm. ofisi kuu pale kama huyu ndiye rais mm. wetu alikushateuliwa mm. Sasa twendeni tukamfanyie kazi mm. ili ashinde kwanza mm -hmm. Mimi nashukuru sana mm -hmm. nashukuru chama chetu kwa namna kilipokwenda na hatua tuliofikia sasa hivi mm -hmm. kwa awamu hizi tulizo nazo mm -hmm kabla huja tuhadithia hiyo awamu hizi tulizo nazo, na nafikiri hata mwenzangu hepi unatamani una kusikia hizi historia nzuri. Nimekujulisheni hapo mwanzo wakati tunakuja ofisini hapa tulipita hilo eneo ambalo linaitwa kisiwani, kisiwani kwa binti, abe, binti Abeid. mm-hmm na tukaambiwa pia kwamba maeneo yale yale mm, ndipo skuli ambayo alisoma Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ilipo. Pengine tupitishe hapo, ili Watanzania wafaidi kidogo. Kwanza mimi, Kisiwani kwa Binti Abedi ndipo nilipozaliwa, Kisiwani kwa Binti Abedi, mm. na kwa nini paliitwa Kisiwani kwa Binti Abedi? Binti Abedi pale palikuwa wakati wa ukoloni, mm -hmm. kulikuwa na Tanzania mm -hmm. tumepata mm -hmm. ni vijana wazuri sana mm -hmm kwanza wana heshima ya nchi, wana heshima na enzi wao. Pili, wana imani na wanawapenda raia wao. Kumwangalia mama mwezi wa Ramadhani alikuja hapa kuja kuftarisha kakawe, baadaye kama hizo akaagiza kumwagiza mko ile, hebu nitie mzembero, anaona sijamuona mimi, nilikuwa nimeweka jioni ndio nikapiga ubaa siutatuitia sikuwa kuja mazikoni tu <laughs> <tupa. laughs> lakini ilikuwa na hamu niji, lakini wananijua. Nikamwambia mama alsinaasa, mama kafa, lakini baba yupo wakati wote ukimhitajia. Sasa hivi tuna ahadi, anaambia ipo haja tumsaidie, ende tena miaka mtazamaji wa Manyunyu TV, tupo na mlezi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassani, Mzee Mberwa Hamadi Mberwa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa kas ulionayo lakini, kwa sababu ni hatamu ya wanawake, wako kwenye hatamu yao sasa hivi sasa hivi eh. kwenye malezi tulipoingia hapa pia, kwa maana tukio kubwa ambalo limetuleta hapa Zanzibar ni kuhusiana pia na tukio la kisiasa katika ingo ipi, Hamadi Hassan Chande ni mwenetu, hmm, ni mwenetu. Tumemlea vizuri kwa kweli, ni miongoni mwa wabunge ambao wenye imani kubwa sana na wale waliompigia kura ndugu. hmm. Huyu ni mkarimu sana licha ya lili jimbo lake, hata majimbo mengine yaliyokuwa si yake, basi wakenda watu kwa shida zao anashughulikia hmm. Sisi huko tulipojipanga, tukijaliwa katika uchaguzi huu, katika miongoni mwa wabunge tuliokuwa tutajitahidi hawa warudi kwa hali yoyote, mmoja ni yeye hapo hapo, natamani pia kuongelea swala la tukio la kesho. Ni kwamba tunaambiwa nyinyi ndio ambao mmeamua kulifanya tukio hilo katika mkoa wa kaskazini Pemba. Je, ilisukumwa na kitu gani? ni kwa sababu hivyo umemlea, ama ni mambo gani yaliwapa msukumo hasa kuhakikisha mnafanikisha hilo na kumfanya jione sehemu ya familia hii? Asante, nashukuru sana kwa swala hilo. Kwa kweli ndugu Hamadi, kilichomsukuma ni ile imani yake alionayo kwa wenzake. Hayo mambo yalianzwa na vijana wadogo tu. Jamani, mheshimiwa akija tofanyaje? Jamani, mwito kidogo. Tukimpokea pale, ratiba inasema tutapita kwenye kaburi la Dr. Omar. Tuliona kwamba kwa vile kiwanja cha ndege kiko kusini, na pale pana kiongozi muhimu tulikuwa naye, Mungu anamtaka. Sasa sherehe yetu pia apite pale tuweke dua na sisi tupe tuombe dua tuendelee. Baadaye ndio tunakuja pale penye mpaka wa kusini na kaskazini ambao hapo ndio kisiwani kwa biti ya bedi. Tunaanzia pale, tunaacha ziwani kusini, tunaingia kisiwani kwa bedi kaskazini. Pale tunamkaribisha katika mkoa wake. Kitoka pale tunakuja hapa na ikasaini na kwenda jamhuri hule anazungumza na, na, na wazee kidogo. Saa nane tunakwenda katika jimbo lake. Hiyo ndio imani ya shere yetu, ni imani yetu. Tuliona tufanye hivyo kutokana na imani kubwa alionayo na wenzake. yeah, yeah. Umezungumza vizuri mzee wetu, e, endelea kubaki tu na hicho kipaza sauti ili twende vizuri. Umezungumza vizuri kwamba umemlea Hamad Hamad Hassan Chande na kesho mnampokea na katika namna nyingine tunaweza tukasema ni kama mnamtunuku baraka za yeah. kuteuliwa yeah. Tukimsikiliza Chande mara nyingi sisi tupo naye, wakati mwingine kwenye bunge lile la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mm. anasema yeye katika miaka yake mitano hii, mm. kwanza, kwa taaluma ni mchumi, na anasema kabla hajatia nia, mm. ya kutaka kuwania nafasi ya uwakilishi, mm-hmm. e, wa ubunge, yeah. alikuwa na mikakati yake, na anajiita, <laughs> ni mbunge wa kimikakati. <laughs> sasa. Sasa anasema miaka mitano hii kuna mikakati ambayo tayari ameshaikamilisha, yeah. na bado anahitaji muda mwingine ili akamilishe mikakati mingine yeah. kujiita mbunge wa kimkakati, na wewe umesema umemlea. Yeah, inaakisi vipi makuzi ambayo wewe umemfahamu tangu wakati ule? Nashukuru. <coughs> Hamadi, kweli ni mbunge wa, wa mikakati mm -hmm. baada alipoingia tu, jambo la kwanza aliangalia katika jimbo lile, wananchi wangu wakoje? mm -hmm. maisha yao yakoje yupi mwenye kipato, yupi hana kipato mm. alianzia na hapo sasa, mmoja mmoja kunyanyua, wengine kimakundi kunyanyua, lakini baadaye akaja kwenye majengo mm. kuna majengo kafanya pale mm. kuna kijiji kinaitwa Vumba ambao pale palikuwa na asili ya Chama cha Mapinduzi, palikuwa hapana jengo la tawi, yeye kasimambia pale na kuna tawi ipya zuri sisi wenyewe tunaita Mama Samia atakapokuja kiziara basi ndiye akalifungue. Lilita limejengwa na, na chande, lakini haja simama hapo tu. Pale chama nangu, sasa hivi kuna kiwanda cha maji wanaita Lulu. Yeye kashawishi sana yale kwamba kile kiwanda kijengwe tena ndani ya jimbo lake. Sasa kina wanaemesha kwa, kwa kunywa maji, lakini pia kina wanaemesha kwa baadhi ya ajira ya vijana kupitia pale na hajesha Ipo viwanda viwili pale. Kimoja kiko ndani kabisa. Sasa tuliona huyu mwenzetu ana mwelekeo wa aina yake ule unaotakiwa sana Chama cha Mapinduzi. mm -hmm. Na alipopata nafasi juzi kumteua mama kwa jume wa kamati kuu, tukaona ni lazima na yeye tumuoneshe kwa tuko pamoja mm -hmm. Ndio maana ya ziara yetu hii, mm -hmm. Kwa hivyo na aa na mengine mtayaona wakati Hmm, tukiendelea na shughuli zetu. Hmm, na zetu, mtazamaji, kama tulivyokufahamisha, bado tungali hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kaskazini Pemba na tuko na mwenyekiti mwenyeji wetu kabisa. Yeye ndiye wa kwanza kusemeshwa kuulizwa chochote na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Bwana Pemba Kaskazini kukoje? Yeye ndiye anajibu wa kwanza kabisa, maana ndiye anamwakilisha mheshimiwa rais hapa upande wa chama, yeye mwenyewe Mheshimiwa mwenyekiti, kwa, kwa, kwa, kwa kuwa wewe umekuwepo tangu ni zaidi ya miaka 30 sasa kwenye kukiongoza, kukitumikia chama cha mapinduzi, na sasa tuko kwenye mfumo wa vyama vya siasa. Wewe umekuwepo tangu mfumo ule wa chama kimoja, sasa hivi tuko kwenye mfumo wa vyama vya siasa Zanzibar, kwa maana ya Tanzania visiwani, mfumo wa vyama vya siasa vingi vya siasa upo bara kadhalika Una, una, unaweza ukatueleza uka utofauti unaouona sasa, wakati ule wa zamani, wakati ule wa Afro Shirazi, baadaye ndo ikaja TANU na kadhalika, na sasa hivi mambo yanatofautiana ya kwa, kwa namna gani? CCM zamani na CCM ya sasa ina utofauti upi? Ah, nashukuru, ni suala zuri. Hmm, kwa bahati zamani viongozi wa vyama vya siasa hasa kwa upinzani mm. walikuwa hajaelewa jamani, hawa wenzetu wa Afro Shirazi au hawa wenzetu sasa hivi CCM mm. nini, nini wanachokihitaji. Mm. ilikuwa wamo mule, kwa mtazamo wangu, wamo mm. mule katika kupigania vile vyama kwa kutaka yale manufaa yao binafsi manufaa yao binafsi, lakini sasa hivi Mungu kajalia baada ya marais wetu wawili hawa rais wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano Samia, mimi nikasema wamekuwa walimu wa kuwaelimisha hawa wenzetu. Wameelewa sasa kama suala linalohitajia hapa ni watu kuwa na maisha mazuri katika nchi yao. Sasa wamelegeza kidogo, hasa kwa kwetu ule upinzani waliokuwa nao kipindi kile, kwa sababu mi nafahamu tulikuwa hatusemezani mimi niko na Kalimbani, ofisi yangu ya chama ya wilaya iko chini, na toka toka li limbani mpaka msimezeni na mtu baada, nikiagana na mama watoto kule haya, amenda huku mpaka nenda kuzungumza na wenzangu kati kati, watu wakiniona wageuza uso leo. Alhamdulillah hmm, wananishukuru, wananisifu na wengine wananijia. Sasa kuna tofauti kubwa sana siasa ya zamani na siasa tuliona hmm, sasa hivi imepata walimu hmm, na hasa haya yaliyofanyika, maendeleo yaliyofanyika maana juzi mimi kwa wapinzani hapa amekuja, wakanambia mwenyekiti taka tuku, tukueleze kwa nini sio wapinzani tuweke tuweke rais wa kupigania na hawa mm, kwa sababu tukijitizama sie sifa hawa mm, watu wetu hawana kwani hatubakishi tukianda kwenye uwakilishi ubunge udiwani, maraisi ndio hawa hawa tena mm. Mheshimiwa Mwenyekiti unazungumza neno kubwa mno na tunaelekea hey, kwenye uchaguzi. Hey, ni chama kipi hicho ambacho hey. walikufuata? Kuambia ni wali wanachama wa TC. ACT Wazalendo. Wapo mm -hmm. hapa. Kwa mmoja anaitwa Omar Salim Omar. Lakini jina maarufu Omar wa Songa mbele. Mm -hmm. Unataka kusema tayari amesharejea Chama cha Mapinduzi au amesha salenda hizo. Mm -hmm. sasa hivi mm -hmm baada ya tuliporudi kwenye mkutano mkuu, akaona na yale mambo kwenye TV, aliniambia mwenyekiti, siye tuko watu wane, tumepangana tutakamsaidia mama kampeni ashinde, kutoka ACT Wazalendo ya uraisi. Mtazamaji, wakati watu wanasema no no reforms, no election kumbe wako wapinzani wengine ambao wanatambua kazi ambazo zimefanywa na champion wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, na kiasi kwamba wamediriki hadi kuwafata viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuambia hakuna haja ya sisi kuwania kwenye nafasi ya uraisi, bora tukapigania huko kwingine, lakini hapa tuwaache hawa kina Dkt. Hussein Ali Mwinyi waendelee. Kwa maneno ya mwenyekiti mwenyewe, endelea endelea. Shukuru sana pia ninatamani kufahamu kitu gani ambacho kina kichachafsha chama cha mapinduzi upande wa kaskazini Pemba? E, kwa kweli chama cha mapinduzi tatizo kubwa liliopo sasa hivi naweza tukasema ni vijana wetu, hali zao za kimaisha, baadhi. Sasa inahitaji hapa serikali zetu zikae tufanye utaratibu wa kuwa na ajira nyingi za vijana wetu. Hilo ni tatizo ambalo tunalo, sijui mwenzangu baadaye ataliona zaidi, na huu muundo au utaratibu alioanzisha Mheshimiwa Huseni wa wazee wa miaka sabini kuwa anapatiwa chochote kile, shilingi hamsini. Sasa ya kuhakikisha kwamba mnainua uchumi wao vijana, huoni kwamba inaweza kwenda kutia doa katika uchaguzi ambao uko mbele yetu, kwa maana wanaona kwamba maisha bado yako chini na wanahitaji maisha mazuri? Hapana, sasa hivi tuna ziara zetu za ndani kwa ndani, tunazungumza na vijana kwanza kuwafahamisha ule, lakini pia kuna mambo tumeelekezwa na wenzetu kwamba hawa vijana tuwafanyie ushirika shirika zile ndogo ndogo ili baadaye tuwapeleke serikalini ili wakope kule, baadaye waweze kujitasua. Kwa hivyo hilo tunaona tutaendelea nayo, na tukimaliza uchaguzi tutazidi kule. Kuna mikopo ya asilimia kumi. Huko ipo. Ndiyo. E, mimi sijaingia sana lakini watendaji wetu wameshafahamishwa vizuri nadhani ipo. Mko kuna yeah, mchakato wa kuhakikisha yeah, kwamba vijana. Ndugu mtangazaji mimi naitwa ndugu Albakari Ali, ni mwenyekiti wa CCM wilaya ya Wete Pemba. gani ambaye anapelekea akakubalika kwa kiwango hiko asilimia mia moja. Eh, ni utekelezaji wake wa ilani vizuri, anakaa na wananchi vizuri, anawafuatilia kijiji baada ya kijiji na wananchi wengine ambao si wanachama wa neni, eh, lakini akini wale wale anakuja anatekelezea zile majukumu yao na hadi zao au na maombi yao. Tukitaka sasa kuangazia hayo mambo ambayo ameyatekeleza kwa wananchi ni mambo yapi hayo ambayo unaweza ukatuambia hapa, labda amefanya hili na hili jambo hilo limekonga nyoyo za wananchi eh? kinatoa tishio kwa hivi sasa mmetisha yeah, yeah. ah, kwa tukio la kesho sasa mm -hmm. tutegemee mambo gani na viongozi gani ambao tutategemea kuwakuta pale kesho tumejipanga katika huu mkoa wa kaskazini pemba siwezi nikasemea mkoa kwa kusini lakini nasemea mkoa wa kaskazini pemba tumejipanga asilimia mia moja tutaanza kumpokea uwanja wa ndege mpaka anapokwenda eh ana kwenye ofisi yetu ya makao ya Chama cha Mapinduzi wa mkoa, baadaye tutakwenda kwenye viwanja vya kuhadhara ambapo atahutubia yeye na wananchi wake. Na hili kwa mheshimiwa Chande, uhusiano wetu kwanza, ni subutu kusema kwamba sisi ni mtoto wetu, mimi ni mkubwa wake pamoja, kwa yeye ni mheshimiwa, ni mjumbe wa NEC, ni mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa. Mimi hanipati kiuzawa, lakini ametukubali kiasilimia mia moja akija anatufuata anatutafuta, mwenyekiti wa wilaya vipi? tukiacha vile, mwenyekiti wa wilaya a a, mzee, nimekuja nam, una lipi na lipi na lipi tunamweleza, pamoja na wananchi wetu kuna vipaumbele gani ambavyo mmejidhatiti navyo kuhakikisha kwamba Oktoba 2025 wananchi wanatiki na kijani? Sisi sitaki niseme, lakini nataka nitampokee ile kualisia, mm. kwa tunaahidi kwamba hu kwenye wilaya yetu au kwenye jimbo letu, naona hakutojitokeza mtu anayekwenda kumpinga katika kuchukua nafasi yake. Tunaona sisi wi, hata akaja nani kwetu sisi sisi, mm. tunakwenda na chande asilimia mia moja, hilo tunakuahidi na, na chande na kwa chande. Sababu umemtaja hapa mwenyekiti kwamba anaweza kalijibia zaidi, na tamani nisikie pia kutoka kwake kwa swala tukiangalia pia kuna mwenendo wa maadili ambayo sio sahihi katika jamii ambayo yanaendelea kwa upande wenu, kwa namna gani mnawaandaa vijana ambao wanaunga mkono hiki chama kuhakikisha kwamba hawarubuniki na wala waendi kinyume na mapenzi ya chama? Kwa kweli baadhi ya vijana tulinao ni wazuri kabisa kabisa, ni wachache waliokuwa pengine hawajafahamu, lakini tumo. Nashukuru sana jumuiya yetu ya Umoja ya vijana inajitahidi sana kula wakati kukaa nao na sisi tumesema, baada tukimaliza uchaguzi sasa, itakuwa tunakwenda nyumba baada ya nyumba, kuweka vizuri vijana, ili uko mbele, ili kwanza hakuna watu doma katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nilikwenda. Ajenda zilikuwa tatu, ndio ipi ilikuvutia zaidi na ipi imekonga nyoyo za wananchi wako? He. Kwanza mimi nilivutiwa na hotuba aliyotoa mama kutuelekeza katika uchaguzi tulioelekea kwamba sisi viongozi tusibebe watu ikao pengine, na kuona wewe, ah, mimi basi ndio.